Halo, habari. Karibu tena katika YouTube channel yetu. Basi leo tunaenda kufundisha kuseti. Hii ni njia moja mojawapo ya utunzaji wa nywele. Unataka nywele zako ziwe ndefu, usipende sana kubo dry. Osha set. Nywele zako zinakuwa hazikatiki kiraisi, unaweza kumwambia kupunguza incha juu, ili nywele zako zizidi kuwa ndefu zaidi na zaidi, na hazkat zaidi. So, sawa. Tuta hatua ya kwanza utaenda kumwosha mteja wako ukishamosha. Nadhani wengi tunafahamu kuosha kusha kushaosha kisha, mpaka steaming, ndio tunakuja kumset. Utakata mistari yako katikati kama hivi. Nywele za mbele hakikisha unatumia rolazi ndogo, japo hii sana sana ni kwa sisi wa Tanzania, unakuta mtu mbele ana nywele fupi, kwa hiyo huwa tunapendekeza kutumia rolazi ndogo za bluu ili kuepuka kwamba rolazi isitoshee. Baada ya hapo, utachukua pini yako utaichomeka utaenda tena utakata mstari wa nyuma, utazichana. Sawa, kuna wengine unakuta wanaweka rolazi lakini baadaye ukija kuzitoa juu, inakuwa kama nywele haija haijalala vizuri. Kwa nini? Sababu ni kwamba nywele yake haifikishi kwenye ncha. Unaona kama hapo, rolazi inaanzia na nywele kwenye ncha kabisa, mwanzoni kabisa kwenye ncha. Alafu hakikisha unavyozungusha, ukipandisha juu, rolazi yako inapanda. Kwa hiyo unapandisha juu kwenye ncha Unapandisha rolazi unazidi kuizungusha, unaweka nywele kwenye ncha, unapandisha rolazi. Tunavokata usitoke nje ya rolazi, unakatia ndani ya rolazi, unachana. Ili rolazi zako zikae vizuri, hakikisha unachana na unazizungusha kwa ustadi na kwa utulivu, kama hapa tunazungusha unaizungusha unaipandisha juu, unaizungusha unaipandisha juu. Hii ni inasaidia nywele ya mteja wako kunyooka vizuri. Sawa, utasuka uta utaseti tu hivyo hadi mwisho. Baada hapo utakuja kukata ubanzi wa pembeni. Sasa hapa kuna tofauti kidogo. Hii inatakiwa ukikata kama hivi, katikati unaweka rolazi huko, unaweka rolazi huko, unaweka rolazi huko, unaweka rolazi huko hadi mwisho. Hiyo mistari miwili yote inaisha, unakuwa mstari mmoja. Ya, kama ukisema uende kwanza na mstari wa kwanza uje mstari wa pili, unakuwa unazipoteza nywele zako, unakuwa unashinda jinsi ya kuweka rolazi. Kama hapa tunaona nimefunga rolazi ya kwanza huku, ya pili tunafunga chini yake, hatuendi mstari mmoja kama mwanzo mwanzo, tuenda mstari mmoja hadi mwisho ndio, tukaamia mwingine. Sasa, hii, tunaenda mstari wa huku wa huku, mstari wa kushoto kulia, kushoto kulia, kwa ukimaliza upande huu wa kushoto utamia na upande wa kulia hivyo hivyo. Usisahau kutupigia namba zetu zinapita hapo chini au andika 0719569797 mwisho 60. Usisahau kutupigia, bonyeza alama subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata video zetu pindi tu tunapozirusha. Jamani, kila siku huwa tunaingia live TikTok kwa wale wapenzi kuona mambo kwa ushahidi. Karibu katika live yetu tunafundisha, tunaonyesha maendeleo ya wanafunzi wetu, tunaonyesha mambo mengi mengi kuhusiana na darasa letu. Mtandao wetu wa kijamii ingia, search Mamdogo Beauty Training. Hapa ndivyo tulivyomaliza kumweka rolazi zetu. Tunaona mteja wetu jinsi alivyopendeza kwa, tukienda kuzitoa na kumchana, inakuwa ni nzuri.